Leo ninaomba kuwaambia, tumekaa kimya kwa muda mrefu. Matokeo yake, waharibifu wa amani ya taifa letu wameanza kuitikiza katiba yetu na wanajenga uhalali kupitia vyombo na mitandao yao, wakitaka kuhalalisha kwamba katiba inaweza kachezewa chezewa tu, na wameenda mbele zaidi, wanasema uchaguzi usimamishwe bila kujali jambo la kikatiba. Wanafikiri ni matakwa ya ndoto za mtu aliyekaa nyumbani kwake na mke wake, wakakaa wakasema tunaahirisha uchaguzi. Sio kwa taifa hili la Tanzania. Marais wote waliopita waliapa kulinda katiba, akiwepo na Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi hatutakubali katiba hii vunjwe. Waashinyanga, soko la nguzo nane na masoko mengine yote na saluni zote na vijue vyote. Mimi nimetangaza leo, kama wao kweli wana hoja, tuweke mdahalo wa kikatiba, wanionyeshe vifungu gani vinaruhusu kuivunja katiba, ili na mimi niwaonyeshe vifungu gani vinaruhusu katiba isivunjwe, kwa hatuwezi kuishi nje ya mfumo wa nini, wa katiba yetu. Daktari Samia amesema baada ya uchaguzi huu kutokuwa na vikao vitakavyoendelea kwa madai ya katiba mpya iandikwe.